Tuelekee mahakamani sasa ambapo mahakama kuu hapa Nairobi leo imetoa uamuzi kuamuru hospitali ya Mater kuachilia maiti ya mwanamke mmoja aliyekuwa anazuiliwa kwa miezi miwili kutokana na deni la zaidi ya shilingi milioni tatu. Jaji Nixon Sifuna kwenye uamuzi wake amesema kuwa kuzuia maiti kwa sababu ya deni ni ukiukaji wa haki na kutesa familia. Mahakama kuu jijini Nairobi kwenye uamuzi wake imeamua kuwa kuendelea kuzuia mwili wa marehemu Caroline Dango Tito katika hospitali ya Mater ni kinyume na sheria. Jaji Nixon Sifuna alipotoa uamuzi tarehe 23 Septemba mwaka huu, alisema kuwa hakuna hospitali yoyote nchini Kenya yenye haki ya kisheria ya kushikilia mwili kama dhamana ya deni. Jaji Sifuna aliamua kuwa ni, kimnukuu, kushikilia maiti kwa sababu ya deni ni kutesa familia zilizopoteza wapendwa wao na ni dharau kwa marehemu, na kumegeuzwa kuwa njia ya kuwatisha, kuaibisha na kutesa familia. Caroline Tito alifariki tarehe mbili Agosti alipokuwa akipokea matibabu hospitalini humo, lakini kwa takriban miezi miwili wanawe wawili waliokuwa vioni wa hawakuweza kumzika baada ya kukabidhiwa deni la zaidi ya shilingi milioni tatu nukta tatu pamoja na ada ya shilingi elfu mbili kwa siku ya hifadhi ya mochari. Katika ombi lao, vijana hao walieleza kwamba hatua ya hospitali haikuwa mzigo wa kifedha pekee, bali pia ni maumivu makubwa ya kihisia. Tayari walikuwa wali poteza baba yao na walimtegemea mama yao pekee. Akirejelea kwamba hakuna umiliki wa mali katika mwili wa marehemu, jaji aliamua kuwa kushikilia mwili kwa sababu ya bili ambazo hazijalipwa kunavunja heshima na maadili ya umma. Kesi hii inatarajiwa kuwa na athari kubwa nchini na kuathiri sera za hospitali. Mahakama sasa imeamuru hospitali kuuachilia mwili wa Caroline baada ya kulipa ada ya mochari pekee, huku deni lililosalia likifuatiliwa kwa njia tofauti uti, Mary Moki, Runinga ya Citizen.